Funika macho yako. Funika macho yako usimtazame jirani. Funika macho, muabudu Bwana, muabudu Bwana. Nikuabudu, nikutukuze. Nenda mbele za Bwana mshukuru Mungu jioni ya leo, mwambie asante kwa upendo wake, kwa jinsi ambavyo amekupa neema ya kufika na kuendelea kujifunza na kulisikiza neno la Bwana Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai, asante Bwana kwa neema na asante kwa pendo lako e Mungu. Ni siku ya nne ambayo Bwana umetupa kusimama katika eneo hili la Mavimba kulizungumza neno lako, e Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Tangu ile siku ya kwanza, e Bwana umeonekana mahali hapa, siku ya pili umeonekana, siku ya tatu e Bwana umeonekana, na siku ile Bwana ya nne tunaamini kwamba utajidhihirisha tena na matendo yako makuu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Yesu tunaomba ujidhirishe peke yako, tukapati kukutana kila mmoja ambaye amefika mahali hapa. E Bwana Mungu wa majeshi, waliokuja na maswali wamekosa majibu, Yesu kapati kuwapa majibu ya maswali yao katika jina la Yesu Kristo wanazareti. Wale ambao Bwana wamekuja na machozi e Bwana, Bwana Yesu leo ukapati kwa ni siku ya kufutwa machozi walio nayo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Yesu jidhihirishe, peke ako, yako na neema yako na nguvu zako peke yako pate kutukuzwa mwenyewe katika jina la Yesu ninaomba na kushukuru mbele zako, amen amen, amen. Tusome neno la Mungu kwenye kile kitabu cha Mithali ule mlango wa 14, ule mstari wa 27. Neno la Mungu linasema kumcha Bwana ni chemichemi ya uzima, ili kuepukana na tanzi za mauti kumcha bwana ni chemichemi ya uzima ili kuepukana na tanzi za mauti naomba tena nikusomee mithali hiyo hiyo mlango wa nane ule mstari wa kumi na tatu neno la bwana linasema kumcha bwana ni kuchukia uovu kiburi na majivuno na njia mbovu na kinywa cha ukaidi pia na kichukia Kumcha Bwana ni kuchukia uovu, kiburi na majivuno, na njia mbovu, na kinywa cha ukaidi na kichukia. Haleluya, haleluya! Watu wa Mavimba, Bwana asifiwe! Nisikie makofi mengi na vigelegele kwa Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Piga tena makofi mengi kwa Yesu, sema amen. Piga makofi mengi kwa yesu kama siku ya kwanza ulimwona Bwana, piga makofi mengi kwa Yesu. Kama siku ya pili ulimshuhudia bwana mali apiga makofi mengi kwa Yesu. Kama siku ya tatu ulimwona Bwana, piga makofi na vigelegele kwa Bwana. Na leo siku ya nne utamwona Bwana pia, sema amen, sema amen, sema amen jamani, amen. Mi nataka ni mharasi shetani kidogo, sema kumharasi shetani. Nataka nimsimange shetani kidogo, haleluya. Nataka nimnyanyase shetani kidogo. Sababu mojawapo ya kutaka kumnyanyasa shetani ni kwa sababu hapo zamani alininyanyasa. Kwa hiyo kwa kipindi hichi ambacho nimepewa neema ya wokovu, sioni sababu ya kumwonea huruma. Kama kipindi cha nyuma alinikanyaga, leo ninamkanyaga mara mia zaidi kwa sababu nimembeba mfalme wa wafalme Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Sema amen. Samani shetani alininyanyasa kwa sababu sikumjua Yesu. Zamani adui alifanikiwa kunitupia magonjwa kwa sababu sikumjua Mungu, sikuwa nimembeba Yesu Kristo. Lakini nilivyoijua siri, nikampokea Yesu Kristo kama Bwana na mwokozi wa maisha yangu, akakaa ndani mwangu. Sasa hivi ninavimba, watu wa Mavimba, ninatembea kifua mbele. Jioni ya leo nataka nikuthibitishie, jioni ya leo Ukiamua kumpa Yesu Kristo maisha yako, yani utatembea kifua mbele. Hapa ni Mavimba, sihitaji kujua eneo la Mavimba maana yake nini, ila nacho taka nikwambie ni kitu gani, ukimpa Yesu Kristo maisha yako utatembea ukiwa unavimba, utavimba mbele ya wachawi utavimba mbele ya maadui zako. Kwa sababu gani? Umembeba Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Hatuogopi chochote, hatuogopi wachawi, hatuogopi mizimu, hatuogopi vibwengo, hatuogopi chochote, kwa sababu tumembeba Yesu Yaani hata usingizi usiku tunalala usingizi mnono. Kwa sababu gani? Tumembeba Yesu. Wakija kuloga wanakutana na moto wa Yesu Kristo umekuzunguka. Wakija kuloga wanakutana na mfalme wa wafalme ametawala kwenye nyumba yako. Kwa sababu gani? Umembeba Yesu. Hatulindwi na irizi, hatulindwi na kila aina na kamba kamba za kufunga viunoni au vile vitu vya kuchimbia mbele ya milango au mbele ya nyumba au kwenye ardhi za nyumbani. Tunalindwa na damu ya Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Tulipompokea Yesu tulivunja maagano yote ya kale, tukaanzisha agano jipya la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Yale tuliyokuwa tumeyaweka mbele ya nyumba zetu tuliyaondoa. Yale mawe ya kichawi tuliyokuwa tumeweka mbele ya nyumba zetu tuliyaondoa, tukaweka damu ya Yesu. Wakija nakutana na damu ya Yesu. Mtazame jirani yako, mtazame, usimwogope. Mwambie habari za jioni, mwambie habari za jioni, alafu muulize hivi, pale nyumbani kwako wewe umeweka kitu gani? Alafu muulize hivi hivi, kwenye biashara yako wewe, kwenye lile lango, yani kwenye lile geti la kuingilia kwenye biashara yako pale juu pale, umeweka nini? Muulize, mimi najua. Kuna watu ambao kwenye biashara zao wameweka vitu, wameweka manuizo ya maneno kutoka kwa waganga wa kienyeji. Yaani ukitaka kugundua hilo, nenda kwenye biashara siku moja halafu tazama juu. Yaani kuna watu ambao utakuta kwenye vibahasha, yani kuna bahasha wamezitundika pale kwenye milango ya kuingilia kwenye biashara zao. Usifikiri kwamba ule ni urembo au upambo. Yaani ndani ya zile bahasha kuna vitu ameviweka ambavyo sio vya kawaida, vimetokea kwa waganga wa kienyeji eti kwamba hivyo ndio vitakavyolinda na chuma ulete vitalinda na watu wabaya. Kama kuna watu wabaya wanakuja wataishia pale mlangoni na vitu vyao. Lakini sisi hatuweki bahasha, hatuweki meno ya nguruwe, hatuweki irizi. Tunaiweka damu ya Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, na nataka nikuthibitishie jioni ya leo, ukimpokea Yesu Kristo, ukiamua kutembea na Yesu Kristo, yani ukitembea na damu ya Yesu so hiyo inaweza kukusaidia mahali popote unakopita, hata kwenye biashara yako itakusaidia. Yani wakija wakija, wakitazama, wakitaka kufanya chochote, hawawezi kufanya chochote. Kuna watu biashara zao zimechukuliwa, kwa sababu hawana kinga yoyote. Kuna watu ambao biashara zao zimefunikwa, yani zimefunikwa na nguvu za giza watu wakija waoni biashara yako. Kwa sababu gani? Hauna kinga ya aina yoyote, hauna ulinzi wa damu ya Yesu. Nataka nikuambia hivi, ukimpokea Yesu Kristo, ukimpokea Yesu Kristo, yani unatembea kifua mbele kwenye biashara zako, utakuwa salama. Unajua hapo zamani za kale, sema ehe, najua mnapenda story zamani na na lazima niyaseme haya kwa sababu kabla tujajua kumcha Bwana, sema kumcha Bwana, kabla tujajua kutembea na Yesu Kristo, kabla tujajua kuyafanya kuyafanya mapenzi ya Bwana, zamani nyumbani kwetu kulikuwa pale, unapo ile njia ya kuingilia nyumbani yani yaani, kama pale kwenye kibao pale, unakuja ndio nyumbani hapa hivi yani, mpaka unafika pale katikati ya ya, ya, ya uwanja wa nyumbani, mzazi wetu alikuwa anajiwe liko pale, zamani sana Sijui leo limeishilia baada ya kuokoka, si hata sielewi, sijui walilichukua jiwe lao wale mizimu. Unajua wale ni roho eh. Unaweza ukafikiri kwamba unajiwe kumbe si jiwe mwenzangu, limekaa pale ni jiwe tu, lakini nguvu za giza ni mambo ya kwao, labda walilichukua baada ya si kuokoka. Sasa lile jiwe, mama yangu alikuwa akinywa pombe kidogo, hawezi kuimaliza, lazima anaacha kidogo anaenda kuinyunyizia pale, na inawezekana wengine wako hapa mnanyunyiziaga bado. Halafu nasema mbona huyu mtumishi anatoa siri sasa. Alikuwa akinywa maziwa, lazima abakize kidogo, anyunyizie pale, yaani kwamba tunakunywa si maziwa, lakini kuna mungu mwingine pale nje alikuwa anakunywa maziwa pia. Yaani alikuwa anafahamu ya kwamba kwa mujibu wa, wa imani yake kwamba lile jiwe lilikuwa linatulinda, lakini nikuthibitishie, hakuna kipindi ambacho tuliteseka kama kipindi hicho, hakuna kipindi ambacho tulinyanyaswa na adui kama kipindi hicho, tulipigwa na magonjwa hujapata kuona. Hebu angalia vizuri, mhubiri anayehubiri siku ya leo ni kama vile ninang'ang'aa kidogo, si ndio? <laughs> Lakini kipindi hicho rafiki yangu, ulikuwa ukinitazama utafikiri ni babu kijana mdogo, mtoto mdogo, lakini utafikiri babu, nimechoka nikachaka. Lakini pia nyumbani tulikuwa maisha ni duni, maisha ni ya kimaskini yaliyochoka, yaani tulikuwa tuna nyumba fulani ya, ya, nyasi. Halafu natoa mfano kila mahali jamani, sijui kwa nini, lakini ili nikuthibitishie tu uweza wa jina la Yesu Kristo, tulikuwa tuna aina fulani ya nyumba ya nyasi, yaani unaogopa hata kupeleka marafiki zako nyumbani yaani kwa jinsi ya maisha tuliokuwa nayo, alafu unaangalia rafiki zako nyumbani kwao wana nyumba nzuri, wana nyumba ya bati, halafu unajiuliza maswali, kwani sisi tulimkosea nini bwana? sijui nafana na ile ile ile sinema ya usiku, tulikuwa tunaogopa, tunashindwa. Lakini kumbuka kwamba mama na mzazi wetu alikuwa akichukua maziwa lazima apeleke kwenye kaburi la baba, pia alikuwa anachukua maziwa kidogo anapeleka pale na kuna matamko fulani ambayo alikuwa anayatamka pale, lakini nataka nikuambia y kwamba pamoja na hayo yote hatukuwa salama. Pamoja na hayo yote bado tulilogeka. Pamoja na hayo yote bado tulinyanyaswa na adui. Pamoja na hayo yote tulipigwa na magonjwa, hujapata kuona, tulisulubiwa na adui. Na ndio maana leo sioni haya kuzungumza kwamba Yesu anaweza, shetani anashindwa Yaani sioni haya kusema ya kwamba Yesu anaweza, shetani hawezi chochote. Baada ya kumkubali Yesu Kristo kama Bwana na mwokozi wa maisha yetu, tukaanza kutembea na Yesu wani, hata siwezi kukuambia kwamba ilikuwaje, lakini magonjwa aliyefiata mkia yakaondoka, ule umasikini tuliokuwa nao ukaondoka, zile shida tulizokuwa nazo zikaondoka, na sasa tukawa na ujasiri wa kupenda kwenda na rafiki zetu nyumbani kwetu. Yaani tunakuwa na ujasiri. Wewe una ujasiri kupeleka hivi kwa mfano leo upo hapa Ifakara. Inawezekana umetokea mbali huko sijui umetokea wapi. Unaweza kwenda na rafiki zako. Unaweza kwenda na ndugu zako au rafiki zako au jirani zako. Yaani unaogopa kwa sababu unasema kwamba haya maisha, haya maisha gani? Maisha magumu hivi. Maisha ya shida hivi. Kumcha Bwana, Biblia inasema ya kwamba kumcha Bwana ni chemichemi chemi ya uzima. Lakini pia ukimcha Bwana Mungu anakuepusha na mauti, ndo kitabu cha Mithali ambacho nimekisoma maanake ni kwamba ukianza kutembea na Yesu Kristo maishani mwako, maanake ni kwamba ukiacha kutembea na miungu ya kwenu, ukaacha kuabudu mizimu, ukaacha kwenda kwa waganga wa kienyeji ambao hawajakusaidia chochote, na hawajatusaidia chochote popote pale unakonisikiliza, ukaanza kutembea na Yesu Kristo, tafsiri yake ni kwamba adui hawezi kusimama mbele yako, mauti hawezi kusimama mbele yako, magonjwa hawezi kusimama mbele yako, kwa sababu unatembea na Yesu Kristo ambaye ndiye toa uzima. Sema amen. Inawezekana leo unatembea ni kama vile umetengwa duniani, ni kama vile unanyanyasika, unasema hii shida mpaka lini? Haya matatizo mpaka lini? Matizo, matatizo ya familia yangu mpaka lini? Haya magonjwa mpaka lini? Hizi shida mpaka lini? Ukimpa Yesu Kristo, ukajifunza kutembea na Bwana, ukajifunza kutembea na Yesu Kristo, haya magonjwa sio lazima uyafukuze. Kitendo cha kumbeba tu Bwana moyoni mwako, yanaanza kuondoka yenyewe, kwa sababu mfalme ambaye habebi magonjwa yuko ndani mwako. Mfalme ambaye anaweza mambo yote, magonjwa yako chini yake, shida zote zinakimkimbia, yuko ndani mwako. Ukimbeba huyo Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, yote hayo yatakukimbia na wewe utakuwa salama. Sema amen. Ukimbeba Yesu Kristo moyoni mwako, ukipita njiani namna hii, kama kuna mtu mbaya. Leo nilikuwa naongea na, na mzee mmoja kwenye, ju, kwenye nyumba ya u, kwenye ule ushuhudiaji wa nyumba kwa nyumba, nikamwambia hivi, unajua ukimbeba Yesu Kristo moyoni mwako, hata kama unakutana na adui mbele yako, utashangaa na kupisha njia. Anajiuliza maswali, huyu mtu mbona kama vile anatisha? Mbona, huyu mtu kama vile ana utiisho fulani? Sio utiisho fulani. Umembeba Yesu Kristo ambaye ni nuru na hapatani na giza. Ukimbeba huyo ambaye ni nuru, ukitembea giza linakukimbia, adui anakukimbia mwenyewe. Ukimbeba huyo ukampeleka nyumbani, kama kuna mashetani yatakimbia yenyewe. Ukimbeba Yesu Kristo, ukambeba ukampeleka kazini kwako, kwenye biashara yako, adui atakimbia ya mwenyewe Hautakuwa na kazi ya kumfukuza adui, haleluya! Yaani kitendo cha kumcha Bwana, kitendo cha kumcha Bwana unamvuta Yesu karibu, maanake ni kwamba na matatizo yanakimbia yenyewe. Sema amen, sema amen. Shida ni kwa sababu tumemkataa Bwana, tumekumbatia mambo yetu. Jioni aliyofanya maamuzi sahihi, fanya maamuzi sahihi, amwa kumbeba Bwana maisha ni mwako, amweakumbeba Bwana kwenye familia yako, amweakumbeba Bwana kwenye biashara zako, amweakumbeba Bwana ndani ya familia yako na watoto wako, na Bwana atakusaidia Amen. Bwana Yesu asifiwe, haleluya, haleluya watu wa Mavimba, Bwana asifiwe wamama, Bwana asifiwe wa baba, Bwana Yesu asifiwe. Vijana, Bwana Yesu asifiwe. Kumcha Bwana ni chanzo cha chemichemi. Bwana Yesu asifiwe. Ukimcha Bwana utachukia maovu. Bwana Yesu asifiwe. Ukimcha Bwana hautatenda kufa kwa kwashako. Bwana Yesu asifiwe! Ukipeleka kuku kwa mganga, wanachoma manyoya wao, wanakula kuku, uwe unaondoka na harufu ya manyoya ya kuku. Bwana Yesu asifiwe! Bwana asifiwe! Kumcha Bwana, mcheni Bwana, watu wa Mavimba. Ukimcha Bwana kila siku, wewe ni mpya, hakuna baya litakalo kukuta. Bwana Yesu asifiwe! Ukimcha Bwana watoto wako watakaa mahali salama, kwa sababu tawaombea watoto wako. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mchawi wala mganga atakayefanya uchawi kwenye familia yako akafanikiwa. Bwana Yesu asifiwe, kama neno la Mungu linavyosema kila silaha itakayo che Bwana, Bwana Yesu asifiwe. Tumewaletea injili. njini wanaponyo wanaposema hebu wale wanaotaka kumpa Bwana Yesu maisha, usisite site, wakati ni huu sasa. Itafika wakati utabaku na tafakari, sisi tumeshaondoka, unashindwa kwa kukamata. Njoo kwa Yesu umche Bwana. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Hey, kumcha Bwana ni raha, Bwana kumcha Bwana ni faida Ukimcha Bwana unatembea kwa maringo, kwa maana kwamba una ulinzi, malaika wanakuzingira mbele na nyuma, kwa sababu wanajua kwamba wewe ni mteule wao. Kwa hiyo hakuna silaha itakayoinuka. Bwana Yesu asifiwe, Amina. Acheni kutembea na mahirizi, kwamba ni walinzi. Nyinyi ndo mnalinda mahirizi, wala mahirizi, mahirizi hayawalindi. Bwana yesu asifiwe Amen. Bwana yesu asifiwe Amen. Wewe unalinda hilizi, hilizi halikulindi wewe, kwa sababu kitembea malu, umeshikilia hapa malu, unaangalia sijui niliweka hapa hey, sijui nimelisahau hapa. Bwana asifiwe. Kwa hiyo wewe ndiwe unalinda hilizi, hilizi haikulindi wewe. Bwana asifiwe. Watu wa Mavimba mpo? Haleluya, haleluya! Njoni kwa Yesu, mumche Bwana, muishi kwa amani, muishi kwa furaha, mfanye kazi zetu kwa furaha. Bwana Yesu asifiwe amen. Bwana asifiwe wapendwa, ukimcha Bwana hata unapoenda kwenye shughuli yako, unasimama unasema, Bwana Yesu umesema siyefanya kazi na asile. Baba umenipa kazi hii naomba uibariki, ukalete wanunuzi baba. Ninakushukuru, naomba uwe pamoja nami siku ya leo katika biashara hii, amina. Utashangaa wateja watakapotokea, unabaki unajiuliza, kwani leo imekuwaje? Kumbe umeliitia jina la Yesu, umeita damu ya Yesu inenayo mema kila wakati na kila mahali. Bwana Yesu asifiwe Amin. Haleluya, haleluya! Amina, utukufu kwa Yesu. Wana wa Mavimba, hebu endelea kuchapa makofi mazuri kwa Bwana, haleluya. Sijajua kama kuna mama mmoja leo ataendelea kushikilia hayo mahirizi na kuyarinda leo. amuayo ayo mahirizi kuyaachia, umtafute Bwana. Natamani leo watu wa Mavimba wote warudi kwa Yesu, roho ya kumcha Bwana ingie ndani yao. Biblia inasema kumcha Bwana ni kuchukia uovu, na kwa maana hiyo kama upo kanisani lakini bado ka uzinzi unakapenda, wewe bado haujajua maana ya kumcha Bwana. Ukiwa upo kanisani lakini bado kaurevi, kanapanda moja baridi moja moto, maana yake bado wewe roho ya kumcha Bwana haijaumbika ndani yako. Yesu anatamani tumche katika utakatifu wote, anatamani tumtumikie katika usafi wote. Kama unaimba imba ukiwa msafi, kama unahubiri hubiri ukiwa msafi, kama unafanya chochote kinachohusiana na Mungu, amua kuwa msafi katika jina la Yesu. Sio unaimba huku kuna mambo mengine umeandaa ya kuyakumbatia, yasiompendeza Bwana. Amua leo kuutupa huo uovu na umwandame Bwana katika ukamilifu wote. Bwana Yesu asifiwe. Kumcha Bwana ni kuachana na njia zote mbovu. Yaani kuna watu njia zao ni mbovu wameshagoma kabisa kutembea kwenye njia ambayo Bwana amewawekea. Kumcha Bwana ni kuepukana na tanzi ya mauti. Iko mitego mingi ambayo inategwa njiani. Sikiliza, wanaweza wakaenda kwa mganga wakakutegea mitego ambayo imebeba mauti ya kwamba ukikanyaga tu huo mtego, ukikanyaga tu hiyo tanzi, mambo yako ianze kuharibika, uchumi wako uanze kuharibika, ndoa yako ianze kuharibika, uzao wako uanze kuharibika. Lakini nikwambie kama wewe ni mcha Bwana utaukanyaga mtego wao na huo mtego hautakufanya chochote. Kuna watu walitegewa mitego, hiyo mitego ikawanasa, ikaharibu maisha yao. Sasa hivi wameshakuwa ni watu wa magonjwa mabaya, yanawaandama usiku na, na mchana, mchana mauti imeshikilia maisha yao, kwa sababu walikuwa wamejichanganya kwenye njia zao. Leo Yesu anatamani wachane na njia mbovu, uifate njia yake iliyonyoka. Hauwezi ukasema una Bwana alafu njia zako zina kona kona nyingi. Leo wacha kona kona.